Nam, ndugu mtazamaji wa Holyland Media TZ, uko nami Andrew Ngoe, mtangazaji wako ni leo kuletea kipindi hichi cha tujue Biblia. Karibu sana katika kipindi hichi cha tujue Biblia, na leo tutakuwa na somo linalohusu kujivika unyenyekevu. Asante sana na karibu sana katika kipindi hichi. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Tafadhali tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakubariki, tunakusifu na kukutukuza kwa sababu wewe ni Mungu katikati ya maisha yetu. Asante kwa ukuu wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa huruma zako. Baba, tunashuka hata mavumbi ya nchi tukiomba toba na rehema kwa ajili ya maisha yetu. Samehe njia zetu, mahali popote, tumekutenda dhambi. Yesu turehemu sana. Na sasa tunatafakari neno lako la uzima. Roho wa Mungu liye mwalimu mwema, karibu tufundishe na kutuelekeza leo mapenzi ya kwako. Nimeomba na kushukuru ni katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na mwombezi wetu. Amen. Tusome neno la Mungu kutoka katika kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ya tano na msali ule nisome wa tano, Biblia inasema vivyo hivyo ninyi vijana, watini wazee namu ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Sasa nilitamani leo tujifunze kichwa kinachosema jivikeni unyenyekevu. Natamani kila mtu anayesikia uh, maneno haya na atakayeangalia picha hii atamani kuomba roho wa Mungu amvike unyenyekevu nitatujifunze tujifunze kidogo ha maana ya unyenyekevu. Kwa mtazamo wangu, niliona unyenyekevu ni mtu kuwa na hali ya kujishusha, kutokujivuna. Na hapa tunaweza tukaona pia mfano wa Yesu Kristo mwenyewe katika kile kitabu cha Wafilipi sura ile ya pili na ule mstari wa nane. Yesu Kristo ambaye ni kiongozi wetu, Yesu Kristo ambaye sisi tunamfuata Biblia inasema ya kwamba alikuwa mnyenyekevu. Wafilipi sura ile ya pili na ule mstari wa nane, neno la Mungu linasema tena, alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, mauti naam mauti ya msalaba. Yesu Kristo ambaye tunamfuata, Yesu Kristo ambaye ni kiongozi wetu, alijivika unyenyekevu, alishuka akawa mnyenyekevu akakubali kuacha enzi, akakubali kuacha mamlaka, akakubali kuacha kila kitu mbinguni, akashuka kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu. Kwa hiyo kielelezo cha unyenyekevu ni Yesu Kristo mwenyewe, na mimi ninatamani sisi ambao tunamtumikia Mungu, sisi ambao tunamuishia Mungu, iwe katika nafasi yoyote uliyopo, uwe mzee wa kanisa, uwe mchungaji, uwe mwimbaji, natamani Mungu akuvike unyenyekevu, ujifunze kwa Yesu Kristo mwenyewe. Kama alikuwa mnyenyekevu, kwa nini weo siwe mnyenyekevu? lakini hiyo ndiyo maana ambayo niliona na ni tabia ya Mungu kuonyesha unyenyekevu. Kwa hivyo uh, unyenyekevu ni tabia ya kuonyesha utaratibu, kuonyesha busara, kuone, kuonyesha ukuaji ndani kabisa kwa kutambua kuwa kila mtu ana thamani bila kujikweza au kujigamba. Na mimi natamani tuone mfano kidogo kwa habari hii ya unyenyekevu. Mtu mnyenyekevu, kwanza kabisa, yuko tayari kuwasikiliza watu wengine kwa makini haijalishi ana elimu namna gani, lakini yuko tayari kuwasikiliza watu wengine. Anashuka hata kama ana maarifa namna gani, anashuka na kuwasikiliza watu wengine. Hana -ha -ha majivuno, hajigambi, hawezi kumkatili mtu ambaye anaona kana kwamba mawazo yake siyo sahihi. Anakubali kushuka, anamsikiliza mtu katika hiyo hiyo, Wafilipi sura ile ya tatu, sura ile ya pili na ule msali wa tatu, Biblia inasema Uh, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake yani. Huo ndiyo Ukristo. Ukiwa mnyenyekevu utaweza kuwaona watu wengine ni bora kuliko nafsi yako. Ndio maana anasema, mfano mtu wa mtu ambaye mnyenyekevu, anashuka anawasikiliza watu wengine, haijalishi ana maarifa namna gani, haijalishi ana elimu namna gani, lakini anashuka kuwasikiliza watu wengine, anawasikiliza. Hata kama wakati mwingine mtu mwingine hatoi point vizuri, anamsikiliza, na ndipo baadaye anaweza kumwambia kwamba hapa ilikuwa moja mbili tatu, lakini amemsikiliza ame. Kwa hiyo anawaona wengine ni bora kuliko nafsi yake. Halafu namba mbili, nikaona anakubali makosa yake. Unajua ukiwa mnyenyekevu sio kana kwamba basi unajua kila kitu. Ukiwa mnyenyekevu wakati mwingine kuna kukosea. Sasa huyu ambaye ni mnyenyekevu anakubali na anatambua kwamba hapa nilikosea, halafu uh, hawezi kuwa na visingizio. Unajua mtu mwingine ambaye sio mnyenyekevu ataanza kutafuta visingizio pale moja mbili tatu. Lakini huyu mtu mnyenyekevu anakubali makosa yake, anashuka, anawasikiliza watu wengine, halafu hawezi kutafuta visingizio. Na pia niliona anakuwa mnyenyekevu. Mfano wa huyu mtu anaonyesha heshima kwa watu wote, hajigambi. Anaonyesha heshima kwa watu wote, awe maskini atamheshimu, awe tajiri atamheshimu, na watu wa rika zote anawaheshimu, kwa sababu yeye amejaa unyenyekevu ndani yake. Lakini pia yuko tayari kuwasaidia watu wengine bila kutarajia sifa au malipo, anashuka anawasikiliza wengine, hatarajii sifa yoyote, hatarajii malipo yoyote, kwa sababu ndani yake kumejaa unyenyekevu. Na mimi nikaona, tuone kinyume sasa cha unyenyekevu. Mtu ambaye si mnyenyekevu, kwanza kabisa amejaa kiburi. <laughs> Niliwahi kukutana na mtu mmoja, anasema ya kwamba lile kanisa bila mimi, na hata wakati mwingine msikilize matokeo vizuri, matoleo vizuri, jumapili ambayo sipo, msikilize matoleo yanakuwa yameshuka. Hii siyo nzuri, hii ni tabia mbaya. Huyu anaonyesha kiburi, anaonyesha dhalau, na Biblia anasema ya kwamba yule mwenye kiburi, Biblia anasema ya kwamba atashushwa, katika methali sura ile ya 29. Me kitabu cha methali sura ile ya 29 na ule msali wa 23. Biblia inasema, anasema ya kwamba msali wa uh, 23 katika methali 29, Biblia anasema ya kwamba uh, kiburi cha mtu kitamshusha. Yaani, ukiwa na kiburi, kumbuka ya kwamba utashushwa. Ndivyo tunavyoona watu wengine hata kanisani leo, wana kiburi, wamejaa dharau, wamejaa kujisifu, na unaweza kukuta mtu mwimbaji anasema bila mimi hamuwezi kufanikiwa, bila mimi hamuwezi kuvuka, mimi nisipokuwepo hamuwezi kuimba vizuri. Hapana, Biblia anasema ya kwamba Mungu ana wa watu wengi, utashushwa tu. Wakati mwingine natamani Mungu akusaidie usiwe na kiburi katika huduma ambayo Bwana ameweka ndani yako. Ikiwa ni mwimbaji, uimbe ukijua ya kwamba ninafanya huduma na unyenyekee, acha kiburi, utashushwa. Unakumbuka siku moja Wana Yesu anakwenda Yerusalemu, halafu wale watu wanasema kwamba waambie wanafunzi kwa wako wanyamaze wasipige kelele. Yesu akasema hawa kinyamaza, mawe yatainuka na kumsifu Mungu aliye hai. Nikusii sana mwimbaji, acha kujaa kiburi. Kuna watu wengine wana viburi sana, akiwa mwimbaji, wakiwa wanamsifia tu ya kwamba anaimba vizuri, basi anaweza kujaa kiburi, anaweza kujaa dharau, anaweza ku, kuja kujisifu, yaani bila mimi, bila mimi. Na wakati mwingine niliwahi kutana na kwaya moja sasa Uh, yule binti yeye ana, ana, ana, ana, ana, ana kipawa cha kuimbisha. Sasa wakawa na safari, halafu ana uwezo wa kutoa nauli, lakini kwa sababu ya kiburi akasema mimi sina nauli, na zimebaki siku chache akajua kwamba watamlipia wenzake. Walimwacha halafu, kwenye ile safari Mungu aliwainua, walifanya vizuri zaidi. Nikutie moyo, acha kiburi, acha kiburi, utashushwa. Yako majira yanakuja, utashushwa. Halafu huyu ambaye hana unyenyekevu, amejaa majivuno lakini pia anajikweza lakini kwa kweli, mimi niombe sana. Unyenyekevu ni sifa muhimu katika maisha ya kijamii ja unyenyekevu katika maisha ya kijamii, maisha ya kiroho na hata ya uongozi, maana inajenga heshima. Ukiwa mnyenyekevu, utakuwa na heshima. Inajenga upendo, heshima, uh, unyenyekevu unajenga mshikamano na Yesu Kristo ni kielelezo cha unyenyekevu, kama ambavyo nilikuwa nimesema pale juu. Ukiangalia mahali pengine katika Injili ya Yohana sura ile ya 13 mstari wa 12 mpaka 17, unaona Yesu alikuwa mnyenyekevu, akashuka mpaka kuwaosha wanafunzi wake miguu. Hii ni hali ya ajabu kabisa, ni mwana wa Mungu, lakini alinyenyekea, akawaosha wanafunzi wake miguu. Kwa hiyo tujifunze kwa Yesu Kristo, alinyenyekea, anashuka anashuka kabisa mpaka chini, anawaosha wanafunzi wake miguu. Ni kielelezo cha unyenyekevu sana, lakini pia alijitoa mpaka kufa msalabani kama ambavyo tulikuwa tumesoma lile andiko pale juu wa filipi sura ile ya pili na ule mstari wa nane alijitoa mpaka akafa msalabani sasa tuone kidogo gharama za unyenyekevu ukiwa mnyenyekevu wakati mwingine unaweza kudhalauliwa lakini isikupe hofu hata kama utadhalauliwa na wanadamu mungu atakuinua unaweza ukaonekana dhaifu mbele ya watu wengine isikupe shaka mungu atakupa nguvu unaweza wakati mwingine utavunjiwa heshima isikupe shida Mungu atakuheshimisha kama ambavyo tunasoma katika Isaya sura ya 43 na kuna mistari pale anasema ya kwamba mimi ni wa thamani Yesu anakuona ni wa thamani acha watu wengine wakudhalau lakini inyenyekea mbele za Yesu wewe ni wa thamani na wakati mwingine watu wengine wanaanza kuona kwamba huna uwezo au hustahili kupata hizo nafasi kubwa hayo yasikutishe yasikuogopeshe nyenyekea tu ili Mungu aendelee kusimama pamoja na wewe kama ambavyo tunasoma pia katika kitabu hicho cha Wafilipi sura ile ambayo tumesoma tutatembea nayo hiyo sura kidogo Wafilipi sura ile ya pili nataka uone jambo moja hapa Wafilipi sura ile ya pili na ule aa, samahani ni Petro wa kwanza, Petro wa kwanza sura ile ya tano na ule mstari wa sita Petro wa kwanza sura ile ya tano na ule mstari wa sita Biblia inasema uh, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Ukinyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, Mungu atakukweza mpendwa wangu. Acha kujikweza mwenyewe, acha kujiinua mwenyewe. Kuna watu wengine akiwa mhubiri mzuri, basi anataka kujikweza, anataka kujiinua. Biblia inasema ya kwamba utashushwa. Mimi nikuombee sana. Anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Ukinyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, Mungu atakuinua, Mungu atakuinua, Mungu atakusaidia na anasema uh, ule anasema ule msali wa nane muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ungurumaye huzunguka zunguka kutafuta mtu aweze kummeza. Alafu mstari wa, wa tisa anasema, nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani mkijua ya kuwa mateso, yake, ya mateso yale yale yatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Kwa hiyo nikusihi sana mpendwa wangu, jivike unyenyekevu. Nyenyekea katika huduma ambayo Mungu amekupa. Nyenyekea ukiwa mchungaji, nyenyekea ukiwa mzee wa kanisa. Nyenyekea, jivike unyenyekevu, utapata baraka, utabarikiwa, utainuliwa. Na ukiwa mnyenyekevu, utakuwa tayari kusaidia bila kulalamika. Tumewaona watu wengine wasio na unyenyekevu, akisaidia jambo anaanza kulalamika, anaanza kunungunika, anaanza kutaka malipo. Hapana, ukiwa mnyenyekevu hautalalamika, utashuka, uta, uh, uta, utanyenyekea na wala hautachoka, kwa sababu unajua kwamba utatiwa nguvu. Na wakati mwingine uh, watu wengine ambao watakudharau watakutumia vibaya na hawatakuwa na shukrani kwako, haya yasikupe shida, endelea kunyenyekea ili Mungu aendelee kukuinua pambana, aa, na kiburi cha wengine, wewe mtazame Mungu aliye hai. Halafu ukiwa mnyenyekevu, Mungu atakupa nguvu ya kuvumilia mateso. Wakati mwingine utabezwa, wakati mwingine watu wengine watakuona hauna maana, lakini ng'ang'ania nyenyekea chini ya mkono wa Mungu aliye hodari. Anasema mnyenyekevu mara nyingi amechagua kusamehe. Ukiwa mnyenyekevu utasamehe, ukiwa mnyenyekevu utavumilia, ukiwa mnyenyekevu utakaa kimya, ulitazame kusudi la Mungu aliye hai. Na mwisho kabisa, tuone matunda ya unyenyekevu. Ukiwa mnyenyekevu, mimi nimeona unyenyekevu unajenga heshima. Tuone andiko katika Methali 29 ule mstari wa 23 tumekisha kusoma pale juu. Ukiwa mnyenyekevu utavaa heshima utaheshimika na ukiwa mnyenyekevu utapata kibali mbele za Mungu. Tuone andiko kutoka katika kitabu cha Yakobo, Yakobo sura ile ya 4 na ule mstari wa sita. Ukiwa mnyenyekevu mwana wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba utapata kibali. Ah, Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa sita, Biblia inasema ah, lakini hutijalia sisi neema iliyo zidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajiku zao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Nimekuombea mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Mungu akutie nguvu, jaa unyenyekevu, jivike unyenyekevu kwenye maisha yako, kwenye huduma yako, kwenye utumishi wako, katika jamii unayoishi. Jivike unyenyekevu, utapata kibali, utaishi vizuri na watu, kwa sababu kwanza umejivika unyenyekevu. Mungu atubariki, Mungu atutie nguvu, Mungu atusaidie, na hasa kanisa, na hasa wito wangu kwa viongozi wa kanisa, uwe mchungaji uwe mwinjilisi uwe mwanamaombi Jivike unyenyekevu. Hata ukiwaombea watu wengine wakafunguliwa, usibebe utukufu, mwachie Mungu aliye hai. Nyenyekea ili Mungu akuinue zaidi. Ukiwa mwimbaji, imba kwa unyenyekevu, mshukuru Mungu, shuka kila wakati, shuka ili utazame Mungu ambavyo atakuinua. Ukinyenyekea Mungu atakuinua, ukinyenyekea Bwana atakupa kibali. Jivike unyenyekevu, mwana Mungu uliye hai, nimekuombea katika jina la Yesu. Mungu akusaidie kuwa mnyenyekevu katika kila sehemu ambayo unatumika. Jivike unyenyekevu, kama ambavyo tumesema, kielelezo cha unyenyekevu ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye tunamfuata. Sasa tunamfuata kiongozi, alikuwa mnyenyekevu, lakini kwa nini wewe kiongozi umejaa kiburi? Kwa nini unajaa kiburi? Kwa nini unataka kusifiwa? Nyenyekea kama ambavyo Yesu alinyenyekea. Unajua, alifika mahali wanamwambia, we bwana, si uliweza kuokoa wengine, jiokoe mwenyewe pale msalabani. Unafikiri Yesu asingeweza kujiokoa? Alikuwa anaweza, lakini kwa sababu gani alinyenyekea? Ili kusudi la Mungu, kusudi la huduma yake aliyokuwa amekuja duniani iweze kutimilika. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu. Jivike unyenyekevu kwa jina la Baba, mwana na Roho Mtakatifu, tunaomba Yesu tusaidie, katikati ya maisha yetu, katikati ya huduma yetu, tujivike unyenyekevu Bwana. Tunashuka ili wewe uinuliwe. Tusaidie kwa unyenyekevu, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Nimeyaomba haya, nakuamini ya kwamba kila atakayesikia somo hili litamsaidia kubadilisha maisha yake. Aliyekuwa amejaa kiburi, aliyekuwa amejaa majivuno, aliyekuwa amejaa majivuno, aliyekuwa amejaa kujiinua, aliyekuwa amejaa kujikweza atashuka, ili Mungu wewe kapate kuinuliwa katikati ya maisha yake. Asante Bwana, asante Baba wa uzima kwa kwa sababu umetusikia, hautanyamaza kwa ajili yetu. Ninaliombea kanisa Bwana, ninawaombea viongozi Yesu, uwavike kunyenyekea, uwavike kunyenyekea. Wakinyenyekea Mungu utainuliwa, wakishuka Bwana utainuliwa. Asante Mungu kwa sababu umesikia. Ninamuombea mwimbaji yule ambaye alikuwa amejaa majivuno, atakaposikia somo hili atashuka, akitambua kwamba huduma ulioweka ndani yake siku moja atatoa malipo, ni lazima anyenyekee Mungu. Tusaidie Mungu, tutie nguvu, nina, nina hivi nikiamini ya kwamba Bwana umesikia na hautanyamaza kwa ajili yetu, ni katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na mwombezi wa maisha yetu, tumeomba na kushukuru amen. Ndugu mtazamaji wa Holy Land Media, mimi ni lipota wako Andrew Ngoe, uliyekuwa nami katika kipindi hichi cha tuijue Bibilia.